Yo, e bwana, kuna ajuza fulani hapa, ana jambo lake kidogo, anatuelezea mtazamaji e, kitu cha kushangaza sana lakini, inawezekana pia wewe kapate kunisikiliza hapa ninachokuambia, alafu utaweza kunikomentia kama wewe unaweza ama huwezi e bwana, lakini kabla sijakuelezea jambo linalomhusu huyu ajuza, ajuza, yani kwa wale ambao hawaelewi maana, ajuza ni, ni yani tuseme ni mama mzee, yani nyanya kwa Wakenya wanawita nyanya, lakini kwa ndugu zetu wa Tanzania wanaita bibi, yani bibi wa miaka sabini, yani mtu wa miaka sabini, hapo umri umeenda sana. Bwana, yupo na jambo lake hapa. Ameza kutuelezea lakini bwana, kabla nikuelezee pata kusubscribe basi e, usipate kuniangusha subscribe, ili tuzidi kwenda sote e, tuzidi kwenda sambamba e bwana, huyu ajuza huyu ni, nimekwambia ni bibi wa miaka sabini, lakini mpaka sasa hana hata mtoto mmoja e. Mtazamaji wewe kama una umri wa miaka 30 na una watoto wanne watano, lakini huyu bibi ama huyu nyanya e, hana mtoto hata mmoja, na sijui sababu za kutopata mtoto seti ni mgonjwa seti e, ana ana vitu fulani aliyekewa mwilini lakini eh, kuna sababu fulani ndio inamfanya awe hivi nakwenda kuelezea. Sasa huyu bibi mtazamaji eh, hajawahi kulala na mwanamume yoyote. Yaani unajua mtazamaji kuna ile ile huko msichana unasema, bwana mimi mwili wangu nautunza, sitaki wanaume naume. Mwili wangu nautunza, sitaki wa naume. Eh, na wa naume. Hey, inafikia miaka 40 kusema miaka 20 nasema hivyo. Inafikia miaka 30 hivyo hivyo, miaka 40 hivyo hivyo. Na unajua mtazamaji, kadri umri unavyoenda, nisikize hapa, nakupa point. Kama wewe ni mwanamke, vile umri unavyoenda, ndio vile wanaume, ndio chance ya wewe kupata wanaume inapungua, na nataka unielewe hapa mtazamaji. Kwa wanaume sio shida, mwanaume hataki kama anazeeka. Bora ana hela, bora tu ana hela. Kupata kwake kupata mademo, kupata wanawake ni rahisi, lakini mwanamke mwanamke eh, vile anazeeka yani yeye chansi ya kupata wanaume ni kidogo sana, sieti hatapata, lakini atakuwa anapata kwa wanaume kumi anaweza kupata kama mmoja. Unaona, sasa inakuwa chance ni kidogo, hata kama ana hela. Obviously akiwa na hela atakuwa ni mshangazi, lakini hatakuwa anapata, uh, wanaume hivi. Wana, hatakuwa anapata wanaume hatakuwa eh, anapata wanaume wengi yani paka ile, ile mtu ambaye amezidiwa kabisa hajui hajui nini afanye, basi atamwendea huyo e, eh, huyo ajuza. Lakini sasa hivi huyu ajuza alikaa miaka amekaa sana, yaani tumaanisha ni bikira, amekaa sana e, eh, bila kulala na mwanaume. Nataka nielewe, mtazama seti, seti alilala na mwanaume alafu akakaa sana, hajawahi kabisa kulala na mwanaume? Huyu ajuza ambaye unamwona hapo, picha yake nimekuwekea hapo, na anasema kwamba sasa hivi yupo tayari E, yupo tayari kuolewa mtu yoyote ambaye atajitokezea aweze kumwoa , basi ataweza kusikia raha. Sijui kama ata, miaka sabini atapata mtoto ama itakuwaje, lakini yeye kwa mpango wake anasema tu ikiwa e, mtu yoyote anataka kumwoa basi yuko huru na yupo wazi, hahitaji hata mahari, unaweza ukaja ukamooa tu e, bwana e, mambo ndio kama haya sasa. E, mtazamaji naamba usibanebane sana E, utazikwa navyo. Sasa ni kama hivi saa hizi nyimbo huwa zina mafunzo e, zisikilizeni vizuri. Sasa unabana sana mtazamaji mpaka inafikia miaka sabini na unaona sasa inakuwa ni changamoto mpaka sasa wanaume inabidi uanze kuwatafuta, lakini sio okay. Sio mbaya pia iwapo ungependa kupatana ama ungependa kumwoa uh, mrembo huyu wa miaka sabini, e, unaweza ukanidondoshea namba yako pale nikaweza kukuunganisha naye. E, moja kwa moja ili uweze kupata jiko ama ili uweze kupata mke haraka haraka. E, bwana, kama, kama ni wewe ungependa kabisa kumuoa huyu bibi wa miaka sabini e, niachie ni nambari yako e, ama niandikie jina lako tu pale upande wa Instagram upande wa Facebook upande wa Telegram e, ama e, unaandikie tu namba yako kwenye comment section, e, bwana nitaweza kukuunganisha na huyu ajuza wa miaka sabini. Bwana, Umbea Media TV ndo inazidi kuletea burudani na na kuletea habari hizi zote za ulimwengu. Na usahau kusubscribe kama kawaida, na kulike, kushare pia kwa marafiki zako uh, walio karibu na mbali.